Nam, karibu mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, karibu kwenye tahariri ya Gumzo. Leo mada yetu inasema mwizi wa kura ni muhalifu, si muheshimiwa. Uheshimiwa si kilemba kinachouzwa dukani na kuvikwa kichwani mwa mtu bila masharti. Hapana, uheshimiwa ni cheo kitakatifu cha kijamii na kisheria kinachoashiria uaminifu, uwajibikaji na ridhaa halali ya umma. Cheo hiki hupewa wale wanaochaguliwa kwa matumaini kwamba wanawakilisha sauti na maslahi ya wananchi. Ikiwa hivyo ndivyo, suala la msingi basi ni je, mtu anayepora sauti ya wananchi, anayevunja sheria na maadili ili kunyakua madaraka, anastahili kuitwa mheshimiwa? Jibu ni la. Mwizi wa kura anaharibu misingi ya heshima na hivyo anakibadilisha kiti cha uheshimiwa na ukifanya kiti cha uhalifu msingi mkuu wa demokrasia iliyokubalika kwenye ulimwengu wa sasa ni uchaguzi kama chanzo pekee cha uhalali wa mamlaka ya uongozi. Na uchaguzi ili uwe uchaguzi, una sifa kuu tatu: huru, haki na unaoaminika. Ukibeba sifa hizo, ndipo uchaguzi huo huzaa uheshimiwa halali na aliyetokana nao hustahiki hasa kuitwa mheshimiwa. Lakini ukikosa sifa hizo huzaa uhalifu kupitia sanduku, na aliyetokana nao hustahiki kuitwa mwizi, mhalifu kamili. Kauli kuwa uchaguzi katika demokrasia kuwe na sifa hizo tatu inajumuisha misingi yote mikuu inayotofautisha utawala wa kidemokrasia na ule wa kimla. Hapa nitafafanua kidogo. Uchaguzi huru unamaanisha kuwa wananchi wanaweza kuchagua na kuchaguliwa bila woga, shinikizo, au vikwazo visivyo vya lazima. Sifa hii inahusu haki za raia na mchakato wa kabla ya kupiga kura. Kwa mfano, wananchi na wagombea wanapaswa kuwa huru kuzungumza kuhusu masuala ya kisiasa, kukosoa serikali iliyopo madarakani na kufanya mikutano ya kampeni bila kuogopa vitisho au kukamatwa. Uchaguzi huru unamaanisha pia kwamba kila mpiga kura ana uhakika kwamba chaguo lake halitajulikana hadharani, na hivyo kulinda uamuzi wake kutokana ulipizaji kisasi au shinikizo. Kwa hivyo vyombo vya dola kama vile polisi, jeshi, vikosi na idara ya usalama havipasi kabisa kutumika kuwatisha wapiga kura, wanaharakati au wagombea wa upinzani. Wapiga kura huenda vituoni wakiwa na uhuru wa akili. Uchaguzi wa haki unamaanisha kwamba sheria, taratibu na rasilimali zinazotumika katika mchakato huo zinatumika kwa usawa kwa wagombea wote. Sifa hii inahusu uwiana na usawa wa kimfumo, kama vile usawa kwenye uwanja wa kufanyia siasa za uchaguzi. Chama kilichopo madarakani hakiruhusiki kutumia rasilimali za umma kama vile magari ya serikali, fedha na vyombo vya habari vya umma kwa kampeni zake. Hii inataka kanuni za kampeni, matumizi ya matangazo na upatikanaji wa vyombo vya habari lazima vitumike bila upendeleo kwa wagombea wote. Pia tume inayosimamia uchaguzi inapaswa kuwa huru kikatiba na maamuzi yake, asiwashawishiwe na serikali iliyoko madarakani au mtu mwingine yeyote yule. Jukumu la tume kwenye uchaguzi wa haki ni kuhakikisha usimamizi usio na upendeleo kwa mchakato mzima. Mwisho kwa nukta hii, uchaguzi wenye kuaminika unamaanisha kwamba mchakato huo unaaminika na unakubalika na wananchi, vyama vya siasa na jumuiya ya kimataifa, bila kujali matokeo yatakayotokea. Sifa hii inahusu uwazi, uwajibikaji na ukubalika kwa matokeo. Hilo litawezekana pale mawakala wa vyama, waangalizi wa ndani na waangalizi wa kimataifa wanaporuhusiwa kufuatilia mchakato wote, kuanzia waandikishaji wa wapiga kura hadi kuhesabu na kujumlisha kura hizo na kutangaza matokeo yenyewe. Vile vile panatakiwa kuwepo mfumo wa haki na wa wazi wa kushughulikia malalamiko na migogoro ya uchaguzi ambapo maamuzi ya mahakama yanaheshimiwa na kutekelezwa. Kukubalika kwa matokeo kunatokana na imani ya pande zote kwamba hakuna wizi wa kura au udanganyifu mkubwa uliofanyika hapo. Hata chama kinachoshindwa hupaswa kukubali matokeo kwa sababu mchakato mzima ulikuwa wazi na wa haki. Sifa hizi tatu hutegemeana na haziwezi kutenganishwa katika demokrasia ya kweli. Uchaguzi unaweza kuwa huru kwa watu wa kupiga kura bila kulazimishwa, lakini ukashindwa kuwa wa haki pale sheria za kampeni zinapokiukwa na tume ikawa na upendeleo. Uchaguzi pia unaweza kuonekana haki kisheria, lakini ukashindwa kuwa wa kuaminika pale matokeo ya kweli yanapofichwa na kukawa na mashaka makubwa ya wizi yasiyotatuliwa. Kwa hivyo sifa zote tatu zinapokamilika, uchaguzi hutoa uhalali wa kweli kwa kiongozi na hupunguza migogoro, huku ukijenga imani kwa wananchi katika taasisi zao za kidemokrasia. Jambo muhimu la kufahamika hapa ni kwamba heshima ni uhalali. Kiongozi huheshimiwa kwa sababu amechaguliwa kwa hiari, kwa uwazi na kwa haki, lakini wizi wa kura ni uhalifu wa kimaadili unaoivua hiyo sifa ya uhalali, na hivyo sifa ya uheshimiwa. Kwa nini? Kwa kuwa mwezi wa kura huwa anatumia udanganyifu, rushwa au vitisho kupindua matokeo ya uchaguzi. Kitendo hiki si kosa dogo tu la kisiasa la kupuuzwa, bali ni uhalifu mkubwa wa kimaadili unaoiua kabisa ile roho ya utawala bora. Anayefanya hivi anathibitisha kuwa maslahi yake ni muhimu zaidi kuliko haki za wananchi na utulivu wa nchi. Hata kwenye uwanja wa kisheria mwezi wa kura anapaswa kuangaliwa kama alivyo, yaani mvunja sheria sio mtunga sheria. Mheshimiwa anapaswa kuheshimu utawala wa sheria. Mwizi wa kura huvunja sheria za nchi anayodai kuiwakilisha, na hivyo anapoteza sifa zote za kisheria za kuheshimiwa. Kwa mfano, katiba takribani zote za mataifa yanayosema anafuata mfumo wa kidemokrasia zinatambua haki ya kupiga kura na mamlaka ya utawala kupatikana kwa njia inayokubalika kisheria, lakini mwizi wa kura anawanyima raia haki ya waikatiba na kiongozi anayetokana na uvunjaji wa katiba hawezi kamwe kuwa na uhalali wa kikatiba. Vifungu kadhaa vya sheria za uchaguzi pia vinataja vitendo kama vile kuhonga watu, kutoa vitisho au kujaza masanduku ya kura haramu, kama ni makosa ya jinai yenye adhabu kali. Yanapojiri haya, kama ambavyo mara kadhaa ushahidi wa wazi umethibitisha, hapo hapawezi kusemwa pamefanyika uchaguzi, bali pametendeka wizi. Mheshimiwa halisi hutekeleza na kudumisha sheria, lakini mwizi wa kura anavunja sheria hizo. Huyu hawezi kamwe kuitwa mheshimiwa, bali mtuhumiwa wa jinai. Mwizi wa kura hastahiki kuitwa mheshimiwa. Kufanya hivyo ni kosa kubwa la kijamii na kimaadili, kwa sababu ni kutukuza uhalifu. Kumwita mheshimiwa mtu aliyevunja sheria na kuiba kura ni kuhalalisha wizi na kuua maadili katika jamii. Huko ni kuwafundisha vijana kwamba njia ya haraka na chafu inaweza kumpa mtu wa heshima heshima ni tunda la like kidemokrasia, inapatikana tu kwa haki na ukweli, si kwa wizi au kwa udanganyifu. Kwa kukataa kumwita mwizi wa kura mheshimiwa, tutakuwa sio tu tunailinda katiba yetu na kuziheshimu kura zetu, bali pia tunaitetea sauti ya kila mpiga kura. Narudia, mwizi wa kura hastahiki kuitwa mheshimiwa, muheshimiwa kwa sababu kitendo chake cha kuiba kura ni kielezo cha udhalimu na kudharau utu na haki za binadamu. Anapoteza sifa ya kwanza ya uongozi, yaani uaminifu. Cheo cha mheshimiwa kinapaswa kuwa ishara ya usafi wa uongozi uliochaguliwa na watu kwa uhuru na kwa haki. Kumwita mwizi wa kura mheshimiwa ni kuibeza zana yenyewe ya heshima na ukanyaga misingi ya nchi ya demokrasia. Hivyo basi jamii na taasisi za nchi zina wajibu wa kukataa kumpa hadhio mtu aliyefika madarakani kwa kuiba ridhaa ya umma. Asiitwe mheshimiwa, aitwe mwizi, muhalifu.